Na hapa kwa pepo zinazotawanya, na zinazobeba mizigo, na zinazokwenda kwa wepesi, na zinazogawanya kwa amri, hakika mnayoahidiwa bila shaka ni kweli, na kwa hakika malipo bila ya shaka yatatokea. Na hapa kwa mbingu zenye njia, hakika nyinyi bila shaka mmo katika kauli inayohitalifiana. Anageuzwa kutokana na haki mwenye kugeuzwa. Wazushi wameangamizwa, ambao wameghafilika katika ujinga. Wanauliza, ni lini hiyo siku ya malipo? Hiyo ni siku watakayoadhibiwa motoni. Onjeni adhabu yenu, haya ndiyo mliyokuwa mkiahimiza. Hakika wachamngu watakuwa katika mabustani na chemchemu, wanapokea aliyowapo Mola wao Mlezi. Kwa hakika hao walikuwa kabla ya haya wakifanya mema walikuwa wakilala kidogo tu usiku na kabla ya alfajiri wakiomba maghfira. Na katika mali yao ipo haki ya mwenye kuomba na asiyeomba. Na katika ardhi zipo ishara kwa wenye yakini, na pia katika nafsi zenu. Je, ammoni na katika mbingu ziko riziki zenu na mliyoahidiwa. Basi naapa kwa Mola Mlezi wa mbingu na ardhi Hakika haya ni kweli kama ilivyo kweli kuwa nyinyi mnasema. Suratu Dhariyat imeteremka Makka. Sura hii imeanza kwa kiapo cha ukweli wa kufufuliwa na kutokea malipo kisha ikafuatisha kwa kiapo kingine juu ya ubabaishi ya wanaokanya katika maneno yao juu ya mtume wa Mwenyezi Mungu na juu ya Qur'ani tukufu, kisha ikaingia kuwaonya wanaokanya kuwa watapata mwisho mwovu katika akhera, tena ikaeleza walioahidiwa wachamungu katika malipo ya vitendo vyao vyema walivyovitanguliza duniani, kisha ikawazindua watu wazingatie ishara za Mwenyezi Mungu katika kuumba kwake na katika nafsi zao na katika mambo ya ufundi wa ajabu na uzuri wa umbu aliouweka humo na ikasimulia kisa cha Ibrahimu na wageni wake malaika, kisha ikaeleza hali za baadhi ya mataifa na maangamizo yaliyowasibu kwa kuwakadhibisha manabii wao kisha ikaashiria kwa jumla baadhi ya ishara za uumbaji na ikahimiza watu warejee kwa Mwenyezi Mungu na wamwabudu yeye peke yake ambaye hayo ndiyo makusudi ya kuumbwa majini na watu. Na sura ikahitimisha kwa kuwaonya wanaomkadhibisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kuwa watapata adhabu iliyokwisha wapata kaumu za kabla yao. Ninaapa kwa pepo zinazotimua mawingu zikayasukumiza kwa nguvu, huku zikibeba mizigo mizito ya maji, zikawa zinakwenda kwa wepesi kwa amri ya Mwenyezi Mungu zikawa zinagawanya riziki kwa mpendaye Mwenyezi Mungu. Hakika hayo mnayoahidiwa nayo yakufufuliwa na, na mengineyo ni hakika ya kweli itayotokea, na kwamba kwa yakini malipo kwa vitendo vyenu yatakuwa tu, hapana hivi wala hivi. Ninaapa kwa mbingu zenye njia zilizowekwa barabara, kwamba nyinyi msemapo mnayoyasema ni maneno ya kugongana. Wacha kuamini hiyo ahadi ya kweli na malipo yatakayokuwa. Huyo anayeacha kwa sababu wamehiari kufuata pumbao la nafsi yake kuliko akili yake, wameteketea waongo wanaosema katika habari za Kiama kuwa ni mambo ya dhana na kukisia tu, ambao kwamba wamezamishwa katika ujinga, wameghafilika na reli za yakini. Wanauliza kwa kejeli, kwa kuwa wanaona hayawi hayo Lini takuwa hiyo siku ya malipo? Siku wataposimamishwa motoni wakichomwa, wataambiwa onjeni adhabu yenu hii, ambayo duniani mlikuwa mkiihimiza iwe. Hakika waliomtii Mwenyezi Mungu na wakamhofu watakuwa wanaenemeka katika mabustani na chemchemu za peponi, ambazo haziwezi kusifika hakika yake, wakipokea thawabu na takrima wanazopewa na Mola wao Mlezi. Hakika hao kabla ya hapo walikuwa duniani ni wenye kufanya mambo mazuri kwa kutimiza waliotakiwa wayafanye. Walikuwa kulala kwao usiku ni kuchache na wakikesha sana kwa ibada, na mwishoni mwa usiku walikuwa wakiomba mafira. Na katika mali yao wakiweka fungu maalumu lililothibiti kwa ajili ya wenye haja wanaoomba na wanaojizuilia kuomba kwa kujiteta. Na katika ardhi zipo dalili nyingi zilizo wazi zinazopelekea yakini kwa mwenye kuitafuta njia, na hali kadhalika katika nafsi zenu zipo ishara zilizo wazi. Je, mmeghafilika nazo hamzioni? Na katika mbingu ipo amri ya riziki zenu na kukadiriwa mnayoahidiwa. Basi naapa kwa Mola Mlezi wa mbingu na ardhi, kwamba hakika yote hayo mnayoyakanya kuwa, yaani kufufuliwa kulipwa

Je, imekufikia hadithi ya wageni wa Ibrahimu wanaoheshimiwa? Walipoingia kwake wakasema, salama, na yeye akasema salama, nyinyi ni watu nisiokujuweni. Akenda kwa hali yake na akaja na ndama aliyenona Akawakaribisha, akasema mbona hamli? Akahisi kuwaogopa katika nafsi yake. Wakasema usiwe na hofu, nao wakambashiria kupata kijana mwenye elimu. Ndipo mkewe akawaelekea na huku anasema na akijipiga usoni kwa mastaajabu na kusema, mimi ni kikongwe na tasa. Wakasema ndivyo vivyo hivyo alivyosema Mola wako Mlezi, hakika yeye ni mwenye hikma na mwenye kujua. Akasema, basi ujumbe wenu ni nini enyi mliotumwa? Wakasema, hakika sisi tumetumwa kwa watu wakosefu, tuwatupie mawe ya udongo yaliyotiwa alama, kutoka kwa Mola wako mlezi, kwa ajili ya wanaopindukia mipaka. Kwa hivyo tutawatoa katika hao wale walioamini, lakini hatukupata humo ila nyumba moja tu yenye Waislamu na tukaacha humo ishara kwa ajili ya wanaoiogopa adhabu chungu. Na na katika habari za Musa tulipomtuma kwa Firauni na hoja wazi, lakini alipuuza kwa sababu ya nguvu zake, na akasema huyu ni mchawi au mwendawazimu. Basi tukamkamata yeye na majeshi yake na tukawatupa baharini, na yeye ndiye wa kulaumiwa. Na katika habari za Adi tulipowapelekea upepo wa kukata uzazi haukuwacha chochote ulichokifikia ila ulikifanya kama kilionyambuka. Na katika habari za Thamudi walipoambiwa, jifurahisheni kwa muda mdogo tu, wakaasi amri ya mola wao mlezi, basi uliwanyakuwa moto wa radi nao wanaona, basi hawakuweza kusimama wala hawakuwa wenye kujitetea. Na kaumu ya Nuhu hapo mbele, hakika hao walikuwa watu wapotovu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Unakijua kisa cha malaika wageni wa heshima wa, wa, wa Ibrahimu pale walipoingia kwake wa na wakamtolea salamu na yeye akawajibu kwa salamu na kuambia kuwa ni watu wasiowajua. Akenda kwa mkewe naye ana hofu, akaja na ndama aliyenona, akawakaribisha nao hawakula. Akasema kwa kutoa jua hakika yao mbwana hamli, akahisi katika nafsi yake hofu kuwaogopa. Wakasema usiogope, na wakampa bishara kuwa atapata mwana mwenye elimu nzuri. Akatokea mkewe akipiga kelele alipoisikia ile bishara akijipiga uso wake kwa mkono wake kwa kuona muhali hayo na kustajabu, na akasema mimi nikizee na tasa itakuwaje nizae? Wakasema, hivyo ndivyo alivyokwisha hukumu Mola wako Mlezi. Hakika yeye ni mwenye hikma katika kila anayohukumu, ni mwenye ujuzi, ambaye hapana linalofichikana kwake lolote Ibrahimu wakasema, na kazi jani tena baada ya habari hii nzuri yenye wajumbe? Wakasema, kwa hakika sisi tumetumwa kwa kaumu iliyopita kiasi katika uasi, tuwatupie mawe ya udongo ambayo hapana anayeyajua yalivyo ila Mwenyezi Mungu. Mawe hayo ni makhususi na maalumu kwa Mola wako Mlezi, kwa ajili ya wanaopindukia mipaka katika mambo machafu. Basi tukahukumu tuwatowe kwenye mji huo walioamini, lakini hatukukuta ila nyumba moja tu ndiyo ya Waislamu. Na katika mji huo tumeacha alama ya maangamizo ya watu wake ili wapate kuzingatia, wanayohofu adhabu wa chungu. Na katika kisa cha Musa yapo mawaidha, tulipomtuma kwa Firauni na tukatilia nguvu kwa kumpa ushahidi ulio wazi. Firauni akapuuza kumwamini Musa kwa kutegemea ati nguvu zake, akasema huyu ni mchawi au mwenda wazimu. Tukamchukuwa yeye na hawo wanajitapiya kwawo, tukwatumbukiza baharini, naye ni mwenye kuyatenda hayo ya ukafiri na inda anayolaumiwa kwayo. Na katika kisa cha Adi yamo mawaidha piya, tulipowapelekea upepo usiyokuwa na kheri yoyote upepo huo haupiti kwa kitu chochote ila hukiacha kama fupa ililonyambuka na katika kisa cha Thamudi ipo ishara walipoambiwa stareheni katika majumba yenu kwa muda maalum wakajivuna na wakatakabari wasifuate amri ya mola wao mlezi basi radi ikawaangamiza nao wanaiona kwa macho yao inavyotokea basi hawakuweza kuinuka wala hawakuweza kujipigania kujikinga na adhabu. Na kaumu ya Nuhu tuliihiliki kabla ya hawa, hakika hao walikuwa watu waliotoka nji ya usihifu wa Mwenyezi Mungu.

Na ardhi tumeitandaza, basi watandazaji wazuri namna gani sisi. Na katika kila kitu tumeumba kwa jozi, ili mzingatie. Basi kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu, hakika mimi ni mwonyaji kwenu wa kubainisha nitokaye kwake. Wala msifanye kuwa kuna mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu, hakika mimi ni mwonyaji kwenu wa kubainisha nitokaye kwake. Basi ndiyo hivyo hivyo Hakuwajia kabla yao mtume ila walisema huyu ni mchawi au mwenda wazimu. Je, wameambizana kwa haya? Bali hawa ni watu waasi. Basi waachile mbali nawe, hulaumiwi. Nakumbusha, kwani ukumbusho huwafaa waumini. Nami sikuwaumba majini na watu ila waniabudu mimi. Na sitaki kwa uriziki wala sitaki wanilishe. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ukuruzuku, mwenye mwenye nguvu madhubuti. Hakika waliodhulumu wana fungu lao la adhabu kama fungu la wenzao, basi wasinihimize. Ole wao walioikanusha siku yao walioahidiwa. Mbingu tumeipanga kwa nguvu, na bila shaka sisi ni waweza zaidi ya hayo. Na ardhi tumeikunjua, na sisi ni wenye kuitengeneza vizuri kama kitanda. Aya hii tukufu inaashiria maana za kitaalamu nyingi, miongoni mwazo ni kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ameumba ulimwengu huu mkunjufu kwa nguvu, na yeye ni muweza kwatakayo. Na maana ya mbingu katika aya hii ni kila kilicho juu ya kitu na kitakifunika, basi kila na kilichozunguka sayari na nyota na mkusanyiko wa jua katika sehemu hii inayoonekana ulimwenguni, kimetanda kupita inavyokadirika na akili, wala haiwezi kupimika, kwani masafa yao hukisiwa kwa mamilioni ya miaka ya mwangaza. Na mwaka mmoja wa mwangaza, kwa ilivyothibiti kwa elimu ya kisasa katika karne hii ya ishirini, ni masafa yanayokwenda mwangaza kwa mbio za kilomita laki tatu kwa nukta moja ya dakika, na imara ya aya tukufu, na hakika sisi ndiyo twenye kutanua, inaashiria hayo, yaani kutanda huko kwa ulimwengu kunakosajabisha tangu kumbwa kwake, kama vilevile kuwa kukunjuka huko kungali kunaendelea, na hayo sayansi ya sasa imethibitisha vile vilevile na imejulikana kwa nadharia ya kutanda, ambayo katika mwanzo mwanzo wa karne hii imethibiti kuwa ni kweli kilimu. Na ufupi wake ni kuwa ulimwengu unaendelea kukuwa na kupanuka, na kila sayari za mbinguni zinajitenga wenyewe kwa wenyewe. Na kila kitu tumekiumba namna mbili, yaani kwa jozi, ili mpate kukumbuka muuamini uwezo wetu. Basi fanyeni haraka kwenda kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu, wala msimfanye mungu mwingine kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Hakika mimi nimekujieni kwa amri ya Mwenyezi Mungu kukuonyeni kwa uwazi matokeo ya ushirikina. Hivyo ndivyo ilivyo kuwa hali ya mataifa yote kwa mitume wawo. Hakuja mtume kwa watu kabla ya kaumu yako ila walimwita mchawi au mwenda wazimu Je, yeah, mmeusiana mmeambizana nyinyi kwa nyinyi kusema hivyo? Ndiyo maana nilirejea hilo kwa hilo. Basi hao ni watu waliopindukia mipaka, ndiyo wakawafikiana katika kuwashutumu mitume. Basi wapuuzilie mbali hawa wenye inda, wewe hulaumiki, usipuwajibu kitu. Wewe dumisha kukumbusha, kwani ukumbusho huwazidisha waumini kufumbua macho na kuona nguvu za yakini. Wala sikuwaumba majini na watu kwa jambo la kuniletea mimi manufaa, bali ili waniabudu. Na kuniabudu mimi ni manufaa kwao. Sitaki kwao riziki, kwani mimi simhitaji kwa walimwengu wote, wala sitaki wanilishe, kwani mimi ndiye ninaelisha wala silishwi. Hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mdhamini wa kuwapa riziki waja wake, na yeye ndiye mwenye nguvu aliye imara hashindiki. Hakika hao waliojidhulumu nafsi zao kwa ukafiri na kukanusha, wana fungu lao la adhabu mfano wa fungu la wenzao katika kaumu zilizokwisha pita. Basi wasifanye haraka kuhimiza adhabu ishuke kabla ya wakati wake, basi maangamio yatawapata wenye kuikataa siku yao waliyoahidiwa, kwa sababu ya shida na vitisho viliyomo katika siku hiyo.